Waandishi habari, nawashukuru sana kwanza leo hii kuja kunitembelea, siku chache baada ya bunge letu la jamhuri ya muungano kuanza kuzungumzia bajeti ya mwaka 2017 18, bajeti ya trilioni mia trilioni 32 vile kama sikosei hmm? kilinganisha na bajeti iliyopita ilikuwa nafikiri 29 ile. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa kidogo, karibu ya trilioni tatu hivi hivi zimeongezeka. Hii kwa makaratasi inaonyesha kwamba kuna makusaja, yani bajeti yetu imepanda ukilinganisha na ile iliyopita. Kitu tu ambacho ninachokiona hapa sana ni kwamba matumizi ya serikali me, yamepanda na yenyewe haya kubaki chini yameenda juu kidogo, lakini ile nafuu ya upande wa pili kwa wananchi wa kawaida huku ndio kumepelekwa shida nyingi sana. Yani nafuu wananchi watu pata, wategemee maisha kwa magumu sana kuliko haya. Sasa hivi watu wanavyolalamika kwamba maisha huku, kila unapita mzee, maisha magumu, maisha magumu, anawaambia hata na sisi huku, kama mimi natuona tuko kwenye matawi ya juu, lakini na huku kuna moto vile vile, fukuto sio la kawaida, hali sio nzuri maisha yako juu, kodi hizi kero, kodi kero, kodi za ki za hovyo hovyo zisizokuwa na mpango zimekuwa zinatumbua watu sana. Kwa hiyo kwa ujumla, watu wamekuwa na mawazo tofauti. Kuna kundi la watu na hasa wale washangiliaji na wale ambao hawapati muda wa kulitafakari jambo na kulisikiliza wamesherekea kwa kufuta ile kodi hewa ambayo ilikuwa haina miguu ya kusimamia. Kuna hii kodi ambayo ilikuwa inatozwa watu kwenye road license ya magari yanayotembea kutu. Kwanza ukisikia neno lenyewe ni road license, kodi ya kutumia barabara. Sasa kulikuwa na kodi zinatozwa kwa magari ambayo wala hayafanyi kazi, yamekaa tu ndani, ama watoto waliachiwa na babao, baba kafariki, hawana uwezo wa kuiendesha gari na mtu wa kumuuzia hawajampata, kuli maintain ile gari hawezi. Ya baba yao, labda alikuwa mbunge huko nyuma, akapata Land Cruiser ya mkopo, baba kafa, lile gari limeshakuwa zee, limeshakuwa overtaken by by events, halina mvuto tena, mtu wa kulinunua hapatikani, watoto hawanaweza kulilipia laki tatu kwa mwaka, gari limekaa ndani miaka mitano, tayari ni hela nyingi milioni na uchukulia, wewe gari, tumeanza kupata namba kuanzia mwaka elfu mbili namba mpya kama tisina tisa elfu mbili, unakuta magari mengi ni ma na namba A B. Ukishaona gari na namba B, hujue na miaka zaidi ya kumi, na ndio maana yake, ukiona A ni 20 plus. Sasa hizi kodi zilikuwa ni kodi hewa, yani prox wana approximate, ni kodi za mafikirio kwamba tunaweza tukakusanya hii kwa sababu idadi ya magari yaliyopo nchini tunaona yako hivi. Kwa hiyo hawa ha, watu lazima tutadai na wenyewe kodi. Kwa hiyo hizi ni kodi za makisio, kodi ambazo kwenye uhalisia hasa zilikuwa hazipo, lakini zilikuwa zimewekwa siku huyu kijana, na ndio walikuwa wanatumia kazi, wanatumia resource kubwa serikali, kwamba huyu mtu hata kama atujua anakaa wapi, lakini si atataka siku moja, ile gari kaishile maliza kulitengeneza atembee barabarani, atakutana na askari wataliziwia. Wakiziwia anamwambia alipa yako mengi huko yameka, mtu hawezi kulipa. Sawa, so, nafikiri baadaye wamegundua kama hizi kodi ni hewa na hawa watu wengine hawana uwezo wa kulipia, tuachilie mbali huyu mtu aliyetakiwa kurunyu mwaka huu ambao, hiyo nafikiri bado ipo, watu wataendelea kulipa sina hakika kama imefutwa complete sawa, lakini hii kodi ilikuwa ni kodi ya makisio, kodi hewa. Sasa ile kodi bahati mbaya wamehamisha kule. Wanaosema wameifuta hawajafuta, wenyewe wamekiri kwamba hii kodi sasa tunaweka kwenye mafuta. Sawa, sasa ukileta kwenye mafuta, unaleta mzigo mkubwa zaidi kwa kila mtu ambaye hata alikuwa hana gari. Huyu mwananchi wa kawaida alikuwa na gunia zake mbili za mchele, anataka kuleta Dar es Salaam, gharama ya kuleta ule mchele huku itapanda. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu atapekea kwenye lori, lori litanua mafuta, mafuta yamepanda bei, na huyu mwenye lori atamtoza huyu gharama, gharama haiwezi kuwa kama ile iliyopita. Huyu mwananchi hana uamuzi, asema mimi niache, utaachaje? na nataka kuenda Dar es Salaam. Utafikaje? hili gari lilikuwa linadaiwa kodi, mi naweza kulifungia ndani nikatembea zangu, hii serikali haijapata na mimi sijaumia, sawa. Lakini hii kodi imepewa uhai sasa, kwamba tunaitaka hasa, tunawagapizi watu wote, raia wote wanapata ile kodi, kwanzia mtoto anataliwa leo mchanga atalipa, si anamsumbua huku ma, mama tumboni alikokaa, nataka atoke na, na lazima apakiwe kwenye gari mama yake aende kule hospitali akamtoe kule, atapenda, atata, ataruka si atakwenda kwenye gari, gari litatumia mafuta atalipia ile gharama ya mafuta, na mtoto mchanga. Kodi za nchi hii zimezidi, sawa? Hakuna unafuu siku zote. Nyinyi mnakaa mnasikia wakulima huko wenzetu, ambao wameamua kubaki na kwenye sekta ya kulima Sawa so, ambao wengi tunachukulia presumption yetu ni kwamba wakulima ni wale ambao hawakusoma. Japokuwa kilimo ni kitu katika nchi zinazoendelea wanafanya watu wenye elimu zao. Lakini kwetu tunachukulia wale wazee wetu, babu zetu, wajomba zetu wasio na elimu ya juu, ndio wanabaki huko mashambani. Na kila siku mnasikia wanalia kwamba mfuko wa mbolea umepanda. Sawa. So, kazi ya serikali ni kwenda tu kusimamia msiongezi sana. Ah ah, wewe unatakiwa uwape mbolea hawa ili wazalishe zaidi. Wakisha zalisha zaidi, chakula kitakuwa kizuri na tutauza nje. Kodi itaongezeka kwako, kwa wewe utakusanya. Kwa watu wengi production itakuwa kubwa, utakusanya kidogo kidogo, lakini watakuwa watu wengi wamezalisha, kwa sababu watu wengi watakimbilia kule, kwamba bwana, unaenda kule utapata mbolea, utalima nyanya zako, utalima karanga zako bwana safari mimi nitalima tu vitunguu, kisa mbolea tunapata. Alafu, wana, wana angalia, unavuna, utakatwa kidogo mle. Serikali haitoi pesa, pesa hizi ni za raia, ambao ndio wanaokusanywa hizo kodi. Tangu asubuhi tumeshazungumza hapa, kama wanachangia ndio wenye hela, serikali haina hela. Mimi najua serikali haina pesa, pesa ni za raia wao tumewapa kibali cha kuzikusanya kwa utaratibu. Tunakubaliana kwa njia gani? kodi kidogo, si ndio? tunaweka kidogo kwenye mazao kodi, watu wanafanya kazi biashara, utakata liseni. Ni zote zile, ni hela zinakusanywa kutoka kwa raia. Serikali haina liseni ya kufungulia ofisi, serikali ina liseni hakuna. Bajeti ya serikali hakuna loss and profit account wao sio wafanya biashara hizo, ni akaunti za wafanya biashara. Sasa hii bajeti sijui tuita bajeti feki au bajeti nani, mabnia yani, yani, hewa. Hakuna chochote nafuu kwa raia, ila kuna hiyo burden nimeeleza kwamba sasa kodi itamhusu kila mtoto na kila mtu mzima. Wale wenzangu mimi wenzetu ambao walikuwa wanakaa hata miezi sita, hawezi kunywa soda Coca-Cola au Fanta, si wapo? Hawezi kwenda kununua juisi ya shilingi elfu mbili atainunua. Kuna vile vijusi vidogo vile vya kina tengeneza kina Bakresa na watu wengine wengine, wenzetu hao wa wanaofanya biashara za uzalishaji, vitapanda bei hiyo nje ndo kabisa, si ndio? Itapanda bei. Kwa hiyo ugumu wa maisha utakuwa ni mkubwa zaidi. Nyama itapanda bei, kwa sababu ng'ombe watabebwa kwenye gari wataenda kuchinjwa Vingunguti. Wale wanaotaka kuja kusambaza sasa, na wenyewe wanakwenda soko lao la kununua bidhaa ni Vigunguti, akanunua miguu miwili aje akatekate na yeye afanye ndo biashara, amekata leseni na kaduka kake anataka kuuza na wewe aweke kafaida, awe kadogo nyama itapanda bei. Watu wetu kama walikuwa na kama mwezi mitatu hawezi kula nyama mpaka siku kuna kasherehe nyumbani, ndo watakosa kula kabisa. Tunaelewana? samaki watapanda bei, mvuvi lazima anunue mafuta akavue. Wameongeza kitu kibaya na yenyewe, serikali hakuna msaada wote wanaotoa huku, sijui tunaelewana tunaelewana, lakini hawana kitu. Wameonyesha kwamba sasa na sisi tunatoa hiki kuwasaidia hawa watu wazalishe. Kama ulikuwa hujui kula samaki utakuwa unamwangalia hivi, unamwangalia na hivi pale feri unapita, samaki yule anapendeza, huyu utamtoa tu jina, hui kolekole, hui tasi, huyu sijui changu, but you cannot consume. Mwendo kasi utapanda bei obviously treni ya kwenda bara na hiyo mpya, na tumepewa msaada na Waturuki, itapanda bei. Bombadia mimi nimepanda siku zote napanda, itapanda bei. Nilikuwa napanda, abiria hamna kwenye ndege. Juzi nimetoka kumzika Nesamburo mwenzetu huyo, alifariki nienda mimi Arusha, nimepanda ndege, tulikuwa watu kumi na nane kwenye ndege au kumi na sita ndege ya watu tisini biashara hiyo sasa, nafikiri watu watakosa kuingia wengi zaidi itakapoanza implementation kwa sababu itapanda, pamoja na uhaba wa abiria. Maana watu wetu hawajazoea, hawana uwezo wa kupanda ndege. Mtu atoe shilingi laki moja elfu sitini au laki moja elfu tisini wakati anajua taarifa arobaini atafika tu jioni <laughs> kwani anawai nini? Watu wetu hawana vitu vya haraka kiasi, hatujawafikisha huko. Kwa hiyo ni wale wenye uwezo fulani ndio anaona, ah, acha tu niruke mara moja kule kwenye basi. Mimi nalala lala na naokopa labda driver mabreki, wengine wanaumwa moyo, vitu kama hivyo. Si ndio? Yale wengine wanaumwa eh, watu hawawezi. Unapanda ndege hapa unakwenda Zanzibar, ndege iko tupu. Mtu anaona mimi sitalipa elfu thelathini tu hapa, saa mbili nimeshafika, si ndio? Unaniambia mimi nitalipa laki moja elfu sabini bwana kuruka tu dakika tano huu nishuke, mimi sina income ya kutosha. Kwa hiyo ugumu wa maisha utazidi kuwa juu, sawa. So, tena mbaya zaidi kwa sababu unakwenda mpaka kwenye root cause, umeshuka mpaka chini, bei ya aspirin itakwenda juu ya dawa, kwa mfano kwa kila kitu amegusa, umepandisha mafuta, sawa so, ungesikia pale tangazo la rafiki yetu mwenzetu waziri wetu wa fedha Mpango, ungesikia tu tusema mafuta bei chini, tunapunguza, si ndio? Tunapunguza, ukishapunguza tu makodi, hela zitabaki mfukoni, azibaki, si zitabaki. Mtu akaenda buchani atakuta nyama shilingi elfu nne kilo kuliko kutoa elfu kumi Sasa hivi tunanua elfu kumi nyama sasa itakuwa kumi na tano au kumi na nne. Unazidi kumnyang'anya u mwananchi fedha, sio kama ni mkabe, lakini kwa, kwa technical ulizotumia you, you, you take the money kwa muda kwanza, kufungua duka la kuuza magari used car Mzee Mwinye alipotwita pale Diamond akasema sasa jamani, bidhaa watu waagize, anayetaka baada ya ku RTC kufa, yaani board of external, internal trade, board of internal trade. Ukuikuta wewe kulikuwa na board of internal trade walikuwa wakina Mapachu hawa wakina Mandoro hawa wengine external na internal trade. Mtu wa kawaida alikuwa haruhusiwi kuagiza bidhaa kutoka nje, si ndio? mzee Mwinyi alipofungua, ndio maana babu yenu mzee Mwinyi anaitwa mzee nani? Mzee Ruksa, akasema Ruksa. tulikuwa pale Diamond mini kweko, Ruksa, akina Rungwe Hashim, afanyeni biashara. Tukaanza kuleta magari, mimi mswahili wa kwanza. Wakati ule gari unalipa kodi shilingi laki moja kodi ya gari, Corolla Karina, maktu pikapu, whatever tukaenda hivyo laki mbili laki moja unusu hivyo tunaenda hivyo. Kwa hiyo unaona, milioni ilikuwa na nguvu by then. Nasema wakati ule sisemi tubaki wakati ule, lakini by then, muda ule kabla ya ujenda, Rais Mwinyi alipo hand over power, akamkabidhi Rais mkwa Kikwete na Rais Mkapa Benjamin, si ndio? Kodi ikaenda juu na yalikuwa ule bwana alikuwa udari wa kutoza kodi na yeye ndio alianzisha mtindo wa kuongeza uchumi wake yeye ni kutoza kodi. Of course serikali haina biashara. Kazi yake ingekuwa inafanya watu inawapa nguvu ili wazalishe zaidi, fanya production zaidi, ingepata zaidi. Watu waajiriwe kwa wingi, anachukua kodi kwa wale watu. Sasa watu hawana ajira. Ile gari ilikuwa tunalipa laki moja. Eh, Corolla. Tukaanza kwa ndo alipia laki tano. Eh, la ah, amenyang'anya magari haya <laughs> manne ndiyo na nikajikuta sasa nilikuwa naagiza gari hamsini kila mwezi au mia, naleta nusu. Sina hela, sio kama nataka hela. Anachukua na huyu bwana zote, kaninyang'anya tukalalamika, lakini asikii. Kwa serikali ndio inaweza kuleta unafuu kama wakiacha matumizi yao ambayo hayana faida sana, excessively mafuta bure, wanaendesha magari, si hela za wananchi? hela ni za kwao, hela zetu, na mshahara tunawapa watu wapi? Tunawapa mshahara, posho wanapata, wapata. Wewe unapata posho, wewe? Ah, wewe si umekuja hapa ku, kufanya kazi na mimi, mnalipwa posho kuja hapa kule. Wewe mtu atatoka pale, mheshimiwa rais aende hadi Mwanza arudi, hivi apati posho yule? Ndio anakuambieni, ah, jamani, anapata posho mzee, kama ulikuwa haujui, mama Samia anapata ndo marupurupu yenyewe ya kazi zile za serikali. Sisi tulikuwa pale bungeni, bunge la katiba, mnaongea mnalipwa. Hakuna mtu uabeba mzigo pale, ah ni kuongea tu ndo kazi yenyewe, tunaita ni kazi kweli lakini tunapata zaidi sisi. Nyinyi watoto wetu mnasoma shule kule unapewa shilingi elfu moja ndo ule ukuta sisi, ndio maana mnakula kula miogo na ukanga isiyokuwa na afya, si ndio? na mlembe wewe unapata na hela ya kusoma. Hela ipi? Mzee, mimi sisemi nyingi, lakini nyinyi, mbona mnapata pa DM? Watu watakuwa na shida zaidi, mtakuja naambia mzee Rungwe, wewe wewe, mko na wewe mshaa, mtabiri? Ah, si circumstantial inaonekana tu, maisha yatakuwa magumu, watu wafanya kazi. Juzi rais kawaahidi labda ataangalia kwa kuongezea, si ndio? Alitaja nitaongeza kiasi gani? Hakuna mshahara zaidi, wataumia zaidi. Nende, this is the nachokiona ndo ukweli ulio dhahiri. Uwezi kueleza lugha nyingine. Hizi ni mchana saa ngapi? Saa tisa. Uwezi kusema ni usiku saa tatu, ni mchana saa tisa. this is the fact, huo ndo ukweli. maisha watanchi wategemee yatakuwa hali. Wamekwenda kugusa kwenye. Piga simu sasa hivi Lusaka uulize mafuta utakuta ni bei chini kuliko sisi ambayo mafuta yanapita hapa. Uliza Rwanda kwa huyo mtemi Kagame si ndio? Kuna nafuu mafuta kuliko hapa anakopita, uliza DRC. A, hizi nchi zote naweza kutajia zimetuzunguka. Sisi ndio tuna per capita ile uh, GDP kubwa, yani pato la mwananchi kwa mwaka. GDP yetu iko juu sisi ndio ni watu maskini katika ile poverty line, sisi tuko Tanzania. Wenzetu Kenya alhamdulillah hawapo kwenye ile genge la maskini sana, hawapo duniani na Afrika katika genge la watu maskini, nchi maskini sana. Kenya hawapo <laughs> na ukenda madukani unaona bidhaa za Kenya nyingi kuliko tunazozalisha sisi. Kwa hiyo, wao wanafanya juhudi watu wao wazalishe production wapate wauza kwenye East Africa. Sisi hatuna mali ya tuna kuuza East Africa ya kutosha.